Sasa hivi tumekuwa na changamoto ya watu kuishiwa damu, watu ambao damu yao mara nyingi unakuta huwa inapungua. Sasa hapa wamekuwa wakituuliza ni matunda gani ambayo yanaondoa huwa yanaongeza damu kwa haraka. Haya ni baadhi ya matunda. Tunda namba moja ambayo inaongeza damu kwa haraka ni beetroot. Beetroot tunajua ni vitu viazi, wengine wanasema viazi poli, vinasaidia kuongeza damu kwa haraka. Matunda, tunda jingine tunasema ni parachichi, tumia parachichi ni nzuri sana kwa ajili ya kuondoa ku, kuongeza damu. Namba tatu matumizi ya mapera. Mapera ni mazuri sana especially yale mekundu. Namba nne, ndizi. Ndizi, tunavyoongelea ndizi basi tunaongelea ndizi mbivu. Lakini namba tano tunasema machungwa na matunda jamii ya citrus, ambayo husaidia mwili kufyonza iron vizuri na mwisho ni rozera. Tuambie hapo chini, je, ni matunda yapi ambayo tumeyasahau ambayo yanaongeza damu? Kama una swali lolote basi GW sabo kliniki, tupo kwa ajili yako. Ni simu moja tu, tutaweza kukusaidia kuondokana na changamoto hiyo. Karibu.